Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wapenzi wafuatiliaji, unajua sote wanadamu tunapata shida miongoni mwa shida, lakini tunapata tabu miongoni mwa taabu, lakini siku zote tabu zinapozidi, tabu zinapomzidia mwanadamu, shida zinapomzidia, unguliko maudhiko yanapomzidia mwanadamu yakakoma kwake yakakomaz, akiamka shida, akilala shida, hufika mahala akadhania zile shida anazopata ni kawaida ya maisha, yani akafikiria kwamba labda watu wote wanaishi kama vile. Yani shida zinapomzaidia ya mtu hufikiria kwamba, au haya ni maisha ya kawaida ama watu wote tunapitia hivi, kama au watu wote wanapitia kama ninavyopitia mimi. Lakini hapana ya, watu wote hawapitii kama unavyopitia wewe. Nakuhakikishia utafutaji wa watu wengine haupo kama utafutaji wako, tofauti ya kwamba wewe una shida, umerogwa. Usingizi wa watu wengine haupo kama usingizi wako, maana usingizi wa mazonge unapomzidia mtu ufikiria kama watu wote hulala kama yeye. Hapana. Watu wana enjoy katika usingizi. Usingizi ni sehemu ya kupumzika, usingizi ni sehemu ya kutafuta nguvu mpya ya kuitumia kesho. Kwa hiyo moja kwa moja ufikie mahali mtu akakata tamaa, akaona kwamba ah, mbona kwamba ndo maisha haya haya, hapana. Kula yako wewe unaipata kwa, kwa ugumu, si kama ambavyo unaipata watu wengine. Vaa yako we, mavazi yako, ile pesa ya kununulia mavazi wewe unaipata kwa shida, si kama watu wengine wanavyoipata. Kwa hiyo kuna wakati mtu anafika analizika. Hapana, usilizike, tafuta matibabu yalipo utibiwe, tafuta matibabu yalipo utibiwe. Watu hawahisi hivyo, ni shida tu kwamba wewe zimekuzoea ukafikiria kwamba hiyo ni haki. Hiyo si haki chakula hicho hawali watu, mavazi hayo hawavai watu e, hayo si maisha yake. Keep space, chukua nafasi yako, chukua tahemu yako kufuatilia matibabu, kufuatilia tiba. Watu hawawagi hivyo, watu hawalalagi hapo Sheikh, watu hawasafiri hivyo. Kuna namna ambavyo watu inabidi wawe wewe waona, sawa? Ni vile shida zimedumu zaidi kwako, shida zimedumu. Hata wazee wetu tunaona nyumba wanazoishi ni nyumba ambazo si za kuishi binadamu, lakini kwa sababu shida zime, wameishi kwenye shida muda mrefu, hata wajengee leo ghorofa wanasema hawataki. Mimi nimeshuhudia, kuna baadhi ya, mzee mmoja akifundisha fundisha mambo ya madawa, anavaa nguo zimechanika chanika. Nimejaribu kumpelekea kanzu mara mbili mara tatu, lakini azivai, anaziweka ndani ni vile shida kazoea mpaka anafikiria kwamba yale maisha yeye ambayo akiishi ni maisha ya kawaida, kumbe yale maisha ya kushtushwa, maisha apaswa kuonewa huruma, apaswa kusaidika, apaswa kusaidiwa. Na hata wewe wapaswa kusaidiwa katika kipato chako, si kwa kupewa pesa, wapaswa kufunguliwa na kuwekwa vizuri kwa dua na visomo na mambo mengine kama hayo. Lakini pia wapaswa kufunguliwa katika ufahamu wako. Fikra zimekufa, fikra ziko tena hapa, fikra zimesafiri. Hiyo ya kwangu ni hayo, miezingatieni insha allah, na tutafanikiwa minaladhina yastamiuna alqawla fayaktabuna hasana walhamdulilahi rabilalamin. Alhabibi Yahya tazani, maasalam wa jazakumullahu khaira.